Anatumia jina gani? Sasa dada Maria imekubali ah, karibu dada Maria mm. Hongera wow, wow, wow, wow, sana leo umekuja kwenye live yetu. Asante asante sana, sana. Karibu eh, mnanisikia? Karibu sana, tunakusikia vizuri kabisa. Asante asante. Vipi um, mwazima Kari lakini <laughs> Ah, sisi wazima ni uvazi zima, zima, zima tule madini ya dada yetu, sisi wazima kabisa, nasikia hapa ndo tuko na kijana wetu mtoto mdogo kabisa lakini wasikia, anasumbua kweli kweli eh, tunaye kijana <laughs> wetu hapa mm, tunaye hapa tunaye huyo kijananae kijana <laughs> yeah, tunaye kijana, kijana. Ana, ana, anajitahidi kwa kweli, kwa hiyo anavunja rekodi maanake ndio anaongoza saizi kwa TikTok. TikTok inasimama mm -hmm, mpaka na watu elfu tano sio mchezo kabisa kabisa. Yeah, sasa nimemsikia of course, uh, alichosema Habil ni sawa. Hata mimi nilipewa taarifa siku ya Jumatatu juzi kwamba kuna mambo wanaandaa, wana, wana wanataka kuweka mkeka hapo wa watu sijui wawape ugaidi, alafu waombe extradition, wa, warudishe watu. Kwa hiyo hiyo kitu ipo na ni upumbavu kwa kifupi, kwa sababu sasa hivi wakianza kuleta hivyo, kwanza, sasa hivi hatihati hati ipo tayari ya serikali hizi za umoja wa Ulaya. Lakini wakumbuke kwamba e, wanavyokuwa wana target watu ambao ni wanaharakati ambao, e, wana reputation zao, basi wajue kwamba kutakuwa na sanctions za kutosha, na mwisho wa siku taarifa tunayo kwamba hawana pesa. E, tunayo taarifa pia kwamba e, watashindwa kuanza kulipa mishahara very soon. Lakini pia tuna taarifa kwamba sasa hivi wanaanza kuletewa e, personal sanction. Yani wameanza kwa target moja moja, wataanza kutajwa, watashindwa kusafiri, lakini wakumbuke kama ilivyokuwa kwa Paul Makonda, e, ukiwekewa sanction kwa mfano na, na serikali ya Marekani ina maana hata dola huwezi kuwa nayo kwenye akaunti. Yani wanakuwa, wanakuambia pesa yao huruhusiwi kutumia, au kama EU basi euro utakuwa huwezi kuwa nayo. Lakini kingine ambacho kitakutokea ambacho inabidi wajipime sana ni kwamba wanaendelea kujenga kesi ile ICC vizuri kabisa. Sasa sijui humo ndani hakuna aliyebaki mwenye akili mi, wanawauliza sana kwamba hivi umo ndani wamebaki ni wajinga wote au tatizo ni nini? kwa sababu unavyokuja kujenga kesi hizi ambazo kila mtu anajua ni feki e, na huku mmeshapewa kazi kubwa sana ya, ya, ya kujitetea katika mambo kama mauaji ambayo tayari imeshathibitishwa kwamba mauaji yamefanywa na polisi, alafu una target watu ambao e, tunafahamika kama human rights defender. Maana wanapenda sana tupu, kutuita tu activist, lakini sisi ni human rights defender. Sisi tuna pambana ku, ku, ku, kuokoa maisha na e, wengine, sisi hatujaanza jana wala juzi, tumeanza miaka mingi hii kazi tumeifanya. E, kuna kesi tayari iko Umoja wa Mataifa ya utekaji na mauaji yale ya Mzee Ali Kibao na wengine. Sasa kuna hii kesi ya masaka. Sasa ukianza kutu target, actually unachofanya ni unama, unamaliza una kabisa Samia Suluhu, kwa sababu sasa tunapata kesi, tunaenda vizuri kuonyesha kwamba hawa watu hawa ndio wamefanya kweli na wanatusingizia na wanataka kuhakikisha kwamba e, sisi hatuendelei na kazi yetu ya kutetea. Sasa labda tu e, kwa sababu tuna tuko wengi kidogo nitoe, nitoe ushauri e, na ushauri mzuri tu labda, labda, tunakupa tunakupa nusu saa nzima, tiririka nusu saa nusu saa nyingi lakini ushauri tu ushauri nadhani ambacho kinatakiwa watu waelewe kwanza, ambao wako pa, pale juu pamoja na Samia Suluhu na wengine waelewe kwamba muda wao umefika, muda umefika ule, ambao sasa watu wanajipima kwamba e, wanasema sink or swim kwa Kiingereza, yaani kwamba ukiwekwa kwenye maji unaamua kwamba mimi nitaogelea, nitajipambana hivyo hivyo hata kama hujui kuogelea vizuri, lakini nitajitahidi nisizame au nitaamua ni, au nitashindwa nitazama. Sinko swim, muda wenyewe umefika, na muda huu umefika kwa sababu sasa hivi, uh, ule uchafu ule, ukatili, dhulma zile ambazo mlikuwa mnafanya gizani, sisi wengine tulikuwa tunapambana miaka mingi kuieleza dunia, lakini dunia ilikuwa haitusikilizi kwa sababu ukimwambia watu mia mbili walitekwa ndani ya miaka minne, walikuwa wanatuangalia nasema ah, lakini si unajua Gaza watu wanauawa hivyo wanafahamu kwamba sasa hivi ajenda ya Gaza imeenda imechukua backseat, ukikompea na Tanzania, yaani sasa hivi Tanzania imekuja kuwa ishu kubwa kimataifa. Sasa mnavyoanza kupambana na wanaharakati, mnataka kuframe wanaharakati ambao walikuwa tayari wanatoa taarifa kuhusiana na mambo yenu, basi mjitayarishe kwamba hapo kitakachotokea ni kwamba mnaenda kupewa e, kesi moja kwa moja bila shida na huyo ambaye mnafikiri mnamtetea huyo Samia Suluhu ndio mnamsulubu kabisa. Kwa hiyo mimi nashauri kwa wale ambao bado labda wana genuine interest na, na Samia Suluhu, huu upumbavu waache. Watu ambao wamehusika kuua Watanzania wanatakiwa wawajibike, na kwanza inatakiwa tuanze na wale wa chini. Kwa nini nasema hivyo? Kama, kama kuna, kuna busara humo ndani waanze na watendaji ili mkichelewa ikishafika ile Disemba tisa, watu hawatakuwa tena wanadili na hawa wa chini. Yaani mtu kama Mafuele atakuwa hana interest tena. Interest kubwa sasa itakuwa ni Samia Suluhu. Kwa hiyo mimi naomba nirudie tena na washauri, kama mna akili hata kidogo tu, amhitaji kuwa na akili nyingi, akili kidogo tu basi, natakiwa muache upumbavu kama huu. Kama mnataka kujitetea, tafuteni njia. Sasa kingine, of course, mmemsikia hapo Habila alikuwa ameongea vizuri kabisa kuhusiana na mipango yao, lakini kumbukeni, huku wanamtuma Kombo huyo ambaye ndio waziri haramu wa nje, anapiga masimu, anaangaika. Si tuna taarifa zake na tunamchora, anapiga simu anata, anaangaika, mara amtume sijui balozi wa wapi, hawapewi fedha na waelewe sisi tunafahamu kote walikopita, tunafahamu kote walikoenda kuomba, na ni hivi, hamtapata na itafika kipindi nchi mtashindwa kuiendesha. Sasa kama mnataka kuzamisha ku, nchi yote pamoja na, na utawala wenu ni sawa, ila mi ambacho nashauri ndani ya CCM ndani ya vyombo vya usalama, kama kuna wazalendo wamebaki, kwa nini nchi imeng'ang'anie mtu mmoja? Halafu yani, mnataka kudestroy maisha ya watu milioni sitini sabini sijui kama mna maelezo haya e. Mi zaidi ya hapo tu niseme e, kwa sababu nimepata fursa nashukuru sana na nawashukuru sana vijana wa TikTok. Ni kwamba uh, kitu ambacho kinatakiwa serikali ielewe hii ambayo ni haramu, vijana sio wajinga, vijana wanajielewa hakuna mtu kani mnavyosema sijui kuna kushawishi sijui kufanya nini kuwalipa. Hakuna mtu analipwa maandamano ambayo ilitokea ishirini na tisa thelathini thelathini na moja mpaka tarehe moja watu bado walikuwa wanaendelea kuandamana. Hakuna mtu ana uwezo wa kulipa yaani, hata nje na mabilioni ngapi, hakuna mtu ana uwezo wa kuwalipa watu wote hawa. Watu wametoka kwa sababu wamechoka, vijana wametoka kwa sababu wanaakili, wanaelewa lakini nadhani kuna shida nyingine ya pili ambayo inakuja na imeshaanza kujitokeza. Watu wakikosa haki kupitia mahakama kupitia e, nafasi ambazo zipo ambazo sasa, hiyo inaweza ikawa ni kwa njia ya hizi tume na kadhalika, kutakuwa na shida kubwa. Na sasa hivi washukuru kwamba bado tupo ambao sisi tunaweza tukaongea kwa sauti kubwa. Na bado tukaomba kwamba watu wafanye maandamano wa ya amani, waendelee kwa vitu vya amani. Kujaribu kutusingizia kwamba sijui tunaleta ugaidi, tumewalipa watu wafanye nini, ni uongo. Lakini mkiendelea kutusingizia, watatokea watu, na hawa watu sio sisi, ni watu ambao hamtawajua, wajua nani? Watu hata watakuwa ni watu ambao mi naweza ikasema their shadows, yani ni kama vivuli tu na wakaamua kwamba sasa sisi tutatafuta haki kwa njia ambayo tunaijua sisi, nchi inaenda kuungua kabisa. Sasa hawa watu ambao wamemzunguka, wame Bi Samia ni watu ambao hawana hekima, muda umefika. Idha wanasema kwamba inatakiwa a style up, atafute watu ambao wanaweza akamshauri vizuri angalau akisema anaondoka, aondoke kwa namna fulani ambayo bado atakuwa na maisha baada ya siasa. Kuondoka kwa fedha hii ni mbaya sana, mbaya sana, na kuna kitu ambacho hawakioni, lakini mwisho mbele inazidi kuwa mbaya kwao, sio kwetu, ni kwao. Sasa nirudi kwa eh, kwa waandamanaji eh, kwa Gen Z eh, lakini pia kwa Tanzania wote Msiogope, tusiogope. Sasa hivi walichobaki, yani kitu pekee walicho nacho ni hofu. Kwa hiyo hiyo ya kusema sijui watafunga, sijui wataleta curfew. Waza, wakileta curfew tutawafungulia kesi ndani ya nchi, nje ya nchi, kila mahali. Wakasema sijui kwamba watu watazima internet. Jamani, naomba nitoe tahadhari hapa makampuni ya simu yatakayozima data kwa sababu kwanza ham, hamzimiwi na, na, na TCRA. Ni makampuni ndo yanakubaliana kuzima data, tutawapeleka mahakamani na mahakama tutakazoanza nazo ni zile za nje, kwa sababu kule tuki, tukiomba sisi tulipwe fidia, jamani, tutalipwa fidia nzuri, ndo yale tuliambiwa kila Mtanzania atapata noa. Yaani hiyo inabidi tuipige vizuri. Kampuni kama Vodacom inabidi uipeleke mahakamani, uombe kafidia kamaana ka kwa hiyo tutafungua kitu kinaitwa class action suit. Tutatoa taarifa kwamba jamani, Mtanzania yoyote ambaye ameathirika, ambaye ni mteja wa Vodacom, amefungiwa data, anaweza kujiunga na hii class action suit, tunaenda kuifungua UK. Unapige kwa hiyo, mimi naomba nitoe tahadhari, acheni kushirikiana katika uovu. Wale mahoteli ambao walikuwa wanatoa nafasi kwa watu kwa ajili ya kwenda kufanya uovu, kwa mfano kwenda enda kuwaweka kuwa, kuwa wale masniper. Hebu acheni haya mambo, msishiriki msi, msi, hii imeshakuwa kesi ya ICC. Achana nini na hiki kitu nye cha kufanya ni kuambia kila mtu apambane na hali yake. Polisi wewe, ambayo sub machine gun, ukauwe watu? Achana na hiyo kitu. Yani wewe chukua hiyo silaha yako, ukiweza kaifiche, kakae nyumbani na mke wako, watoto wako, hachana na hii kitu. Sasa hivi tunahitaji kuokoa taifa. Hatuwezi kama taifa tukaanza kuuana kufanyiana vitu vya ajabu kwa sababu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Samia Suluhu itabaki madarakani, haiwezekani. Kwa hiyo mimi naomba niishie hapo nisiongee sana e, ila e, kama nilivyosema, kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukafanya sisi kama wananchi, lakini wajifunze wenye nchi ni wananchi wenye nchi ni wananchi. Sisi tukisema hatutaki fulani atutawale, hatutaki kitu fulani, tusikilizwe. Usipotusikiliza ukaanza kusema kwamba unaleta ubabe, unataka kutufunga, unataka kutufungulia kesi ya uongo, unataka kutuua, ututeke. Sasa haya mambo yanawezekana kwa kiasi. Utakapozidisha ujue kutakuwa na reaction, na hii reaction hakuna mtu ataweza kusimamisha. Shukran. Asante sana tumefurahi sana maake, siku nyingi, kila siku watu wanataka wasikie sauti yako kupitia bunge lao na, na spika wetu Nuruvasi hapo. Kwa hiyo labda kwa sababu eh, bado upo tutaomba labda watu kama wawili upande wangu na wawili upande wa Nuruvasi japo wakuulize tu maswali, maana ndio leo mara ya kwanza. Tuta, tutapenda tupate watu wanne wakuulize japo maswali, wakati tunaiprotekti yani, e, akaunti ya Abil mana watu wanakomenti kwamba Sativa yuko hapo chini yuko kwa jina la Sativa. Basi ngoja na Sativa aje aongee kabisa, alafu baadaye tutawauliza maswali kidogo watu na Abili na, apate kuwa napumua pumua hapo kidogo Walete kati, walete kati. Sativa, karibu makombo lero. <gibu> <gibu> <gibu> asante sana. <mama. coughs> Kwanza sijui nasikika vizuri au unasikika, unasikika? Yeah. Uh, kwanza nipende ku, ku, kuwapongeza Watanzania wenzangu hasa Gen Z kwa sababu <coughs> huko duniani tunajulikana kama bunge la uh, Tanzania likiongozwa na Gen Z. <coughs> Tumeiheshimisha nchi mpaka sasa. Uh, kazi kubwa ambayo inafanywa na na Habil lakini bila kumsahau modeleta sama, ni kazi moja kubwa sana kinachofanywa hapa. <coughs> TikTok kimekuwa kikifanywa X kwa miaka kidogo, na shangazi Maria amekifanya kwa muda mrefu since 20 nadhani 2023 hivi, miaka kama mitatu hivi, back to back anafanya kama hivi mnaofanya. <coughs> Kwanza nipende kutu, kuomba kitu naomba hili jambo lisiwe na mwisho, kwa sababu bado tunahitajiana. Kwa sasa focus ni Disemba tisa, lakini bado tunahitajiana kwa sababu mapambano yanabidi yaendelee. Lazima tukubali kwamba kama taifa tumeshavuka level ya mambo yale ya mamipila mipira, sijui Yanga, Simba, umbea umbea, sijui amefanya hivi, amefanya hivi tumeshavuka kama taifa, tumesha qualify hiyo level. Sasa tumefika level ya ya kulizon, level ya kutaka kujua nchi yetu inafanya nini na wanafanya nini. Na kama mnavyojua, leo nimepost bunge lilivyo bunge haramu na kabineti ya mawaziri. Man, it's like ni yani kama bunge ni kama yani ya watu yani kama familia fulani hivyo wamekutana mle ndani wanafanya mambo yao, then wana, wanaondoka wa, yani, nchi inaendeshwa na familia. Inaumiza sana yani, hii inamaanisha kwamba sisi ambao hatujawahi kuwa na wazazi ambao wamewahi kuongoza hii nchi manake hatufai yani, sisi tutaishi na tutakufa kwa kuongozwa hadi tunakufa. Hii yeah, it makes sense. Tuna watu ambao vijana intellectual wapo mtaani, wana uwezo wa kujenga hoja ku, wana akili nzuri ya kuongoza wenzao, lakini huoni bungeni huko ambako tunawataja. Yote hii shida ni kwa sababu kuna kuna familia fulani zimejipa, zimejimilikisha hii nchi. Sasa kwa <coughs> sababu wao wameamua kujitengea bunge kama sehemu ya, ya kututawala, basi na sisi tunabidi tutengeneze bunge letu ambalo ndo hili kwa ajili ya kuweza kuendelea kuijadili nchi yetu na kupanga mema na mambo ya mbele kuhusu nchi yetu, na sisi ni wengi kuliko wao. Hii kauli naipenda sana kwa sababu ina, ina, ina kibali kutoka kwa Mungu. Yaani unaposema sisi ni wengi kwa, hata kwenye vitabu kitabu cha bibilia kinasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu kama hapa tunatupa watu karibia elfu tano kwa, kwa, kwa instagram watu zaidi ya elfu tatu it means watu zaidi ya elfu kumi wamekaa wanatusikiliza wanasikiliza mambo kuhusu nchi yao leo hii si cha, nani, au, mboga mbogamboga wakiitisha hata place live zao hazifikaje hata watu kumi yani it's like anaangalia samia anaangalia hapa katibu anaangalia nani yani wao kama wao wanajiangalia wenye ila no one is interested kwenye kuwafuatilia wala kujua anaongea nini, lakini sisi tuna platform, tunasikilizana, tuna na ni wengi so hii tunachofanya, tusiache, tuendelee. Lakini lingine ni, ni kumpongeza Habil. Ujue Mungu anasema, anampa mtu kilema na mwendo. at first uh, miezi miezi kadhaa nyuma tulikuwa na polepole na pole polepole pole alijitahidi sana kutufungua vichwa, baadhi ya informations ambazo tulikuwa hatuzijui kuhusu nchi yetu. Watu pale ndio wakawa wanaguswa, wanawiwa kufuatilia nchi yao kupitia polepole pole. Wakamchukua polepole pole, hatunaye lakini, ndo kama hivyo, Mungu anakupa kilema na mwendo. Leo hii tuna Habil anatupa information nzuri kabisa, information ambazo hata polepole hakuwahi kuzitoa hivi, so thumbs up to Abil, mwanangu, unafanya kitu poa sana, yaani umekuja kufungua vichwa vya watu wengi sana, na hii hii hii, siku zote tunasema siku moja jina lako litaandikwa kwa kwa wino wa dhahabu. So <coughs> tuendelee kufanya hivi, tusiache, lakini pia tuna task kubwa mbele. Tarehe tisa Desemba ni task ambayo Inabidi kila mtu ajue kama anabidi awajibike. Mimi kuna wale watu waga kwenye comment na soma na naishia tu kuumia, yaani mtu ana comment azifu kwamba <coughs> hayupo part ya hii movement, yaani haingeji kabisa. Fanyeni hivi, fanyeni hivi. No. Hii ni issue yetu wote. Hata kama hutashiriki kwenye kuandamana basi at least be part of the team. Post kitu positive kuhusu kuhusu movement ambayo tunaifanya. Be positive Tunahitajiana kwa hali na mali, yani kuelekea tarehe tisa Desemba ni, ni ni lifestyle yani, tunabidi tuende. Yani maandamano yameanza sahizi, sahizi tunayafanya maandamano kupitia social platform zetu, tunayafanya maandamano kupitia tunavyoongea, ila tarehe tisa ndo inakuwa physical, tunaingia street. so <coughs> tunapokuwa kwenye maandamano hivi sasa kupitia social platform, let's engage, be positive Jaribu ku, ku, kushiriki pia, be part of the team. Hiyo ndio itatuwezesha kufanikisha hili <coughs> lakini mimi sio muongeaji sana, na jana ni alinicheki Nuru kuwa nipande pale Instagram, nilishindwa kutokana na <coughs> sikuwa tayari kuonekana sura kwa wakati ule, lakini nika nikasema lazima niongee na ndugu zangu jamaa zangu leo kupitia TikTok <coughs> niweze kushare idea zangu niweze kutia moyo ndugu zangu na nimekuwepo hapa kwenye hizi platform sio tu leo nimekuwepo nafuatilia, imekuwa mfululizo lakini pia najaribu kupost kwenye platform zangu kuhimiza watu tufike hapa kushiriki kusikiliza tuhamasishane watu wana hasira na nchi yao tuendelee kutiana hasira tarehe tisa disemba tukafanikisha jambo letu na uzuri mpaka sasa dunia nzima ipo na sisi na kitu ambacho watu hawajui ni this time around dunia yani yani ndo itakuwa yani macho yote na sisi, so hawatafanya yale mambo ambayo walijaribu kuyafanya, na hata wakifanya this time around itakuwa ni mbaya sana kwao na wao wanajua itakuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo <coughs> tusijaribu kukatishwa tamaa hata kidogo, tupo mwishoni. Yani kama ni ng'ombe, tumemla ng'ombe mzima, imebaki mkia. So hebu kila mtu ajaribu kuvaa hiyo hali kwamba it's like kesho unawaza kwamba kwamba baada yani ya tarehe kumi Samia hayupo, Mwiguru hayupo, takataka zile baraza la mawaziri wote hawapo, sasa tunaanza upya kama nchi. Jaribu kuvaa hiyo hali, then upate hiyo feeling, then tarehe tisa utoke tutoke kwa pamoja, tukafanya tuka jambo kwa ajili ya nchi yetu. Tuko mwishoni kinoma yani, tukiweza kutoboa tarehe tisa basi it's so it's so done yani, tunafanikisha hili jambo na tunakuwa tume tume tumelipa maisha ya ndugu zetu ambao yamepotea kwa kikatili sana, na obvious, tuendelee kuwakumbuka kwenye maombi yetu, na majina yao yataandikwa kwa wino wa dhahabu siku moja, maana ushindi upo mbele yetu. So tuendelee kupambana. Mimi sinaga details nyingi za za ndani kuhusu nchi yangu. Mimi napenda kuhamasisha watu, napenda kumotivate watu wajaribu <coughs> kuengage kwenye hii movement. Hiyo ndio issue ambayo ndio talanta ambayo mimi pia Mungu amenipa, ila kwenye kushare details kufanyeje, hapana, mimi sijabarikiwa hicho kipawa. Mimi ni katika ku motivate watu, kuhamasisha, na ndio hicho ambacho kinaniweka kwenye risk kutafutwa sana, kwa sababu inaonekana nimejaribu ku kuharibu vijana wa Gen Z wengi. So <coughs> tumeshinda ndugu zangu. Mimi sio muongeaji sana, bila sana, naomba niachie mic. Kama tutahitajika, nipo kwa, nipo hapa. Okay, okay. Labda tu watu